Tulikutana Mahakama Kuu hapa kwa ajili ya kusikiliza maombi ya habeas corpus ambayo tuliwasilisha hapa kwa niaba ya mteja wetu ambaye ni Makamu Mwenyekiti wa Chama Bara, Mheshimiwa John Heche ambaye anashikiliwa na Jeshi la Polisi tangia tarehe 22. Ushauri hilo limesikilizwa leo, limekuja leo, leo, na upande wa wajibu maombi IGP, pamoja na watu wengine, wamefika leo na wameomba kuleta kiapo kinzani kwa maana ya kutoa majibu ili baadaye mahakama iweze kutusikiliza baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo uh, amri ya mahakama ni kwamba wanapaswa kuleta majibu hayo. Mwisho wa kuleta majibu ni jumapili tarehe tisa, na jumatatu tarehe kumi saa nne na nusu asubuhi tutakutana hapa mahakama kuu kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo baina ya pande zote mbili. Kwa hiyo, mosi, tunashukuru sisi eh, mawakili. Mosi nishukuru mahakama kwamba imeona udharura wa hilo jambo sababu tumefaili jana, leo wametuita na wametoa muda wa, wa kaunta afidavit angalau kwa siku hizi mbili. Nafikiri kwa sababu leo ni Ijumaa, Jumatatu tena tunakutana hapa kwa ajili ya kusikiliza, kwa maoni yangu nafikiri ni haki kabisa, na tunashukuru mahakama kwa kuona udharura huo. La pili ni washukuru mawakili ambao wamekuja kwa ajili ya kuonyesha solidarity na kutetea pia application hii wakiongozwa na mzee Mpale Mpoki na mawakili wengine ambao ninao hapa eh, Poke Sabo, Matauka Selemani E, yuko e, nani Edison Kilatu na William Kuru wa Maduhu ambao wamekuja na tumekuwa nao hapa sasa. Mnaelewa jinsi scenario ilivyokuwa. Kuna wengine walikuwa nafikiri labda anaweza akapelekwa Kisutu, kwa hiyo mawakili wengine hawako hapa kwa sababu walikuwa Kisutu wakidhani kwamba huenda mheshimiwa Heche angepelekwa kule, lakini e, feedback ya hapo ni hiyo, na waomba watanzania tutakutana hapa Jumatatu, tutakutana hapa Jumatatu saa nne na nusu asubuhi kwa ajili ya kusikiliza maombi hayo ambao tumeafa kwa niaba ya Mheshimiwa wetu.